Nipende pia kufu, kutumia fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kulinda haki, kulinda, kukuza na kutetea haki za wananchi wote na kupinga vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu, misingi ya utawala bora na vile vile kupinga ukatili wa jinsia na akitaka kuheshimu utawala wa sheria ambao ndio msingi wa maendeleo yetu. Inaweza tukawa na juhudi nyingi sana kwa ajili ya maendeleo ya wananchi, lakini katika juhudi hizo kama hakuna utawala ambao una msingi wa, wa haki na sheria, swala la maendeleo pengine linaweza lisipate kasi ambayo imekusudiwa. Pia naomba nipongeze sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kuhakikisha kamati za ushauri wa kisheria katika mkoa wetu wa Simiyu na zinazinduliwa na kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Na kwa hiyo ni mmoja wa wanasheria mwandamizi kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, utufikishie shukrani zetu kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa, kwa, kwa kuweza kutenga siku hii ya leo kwanza, na vile vile kutenga siku hizo karibu nane kwa mwezi wa Februari kwa ajili ya kuendesha shughuli hizi za ushauri wa kisheria, lakini ikiwa ni pamoja na ikiwa ni pamoja na kuzindua kamati. Naposema kuzindua kamati, maana yake sasa kuna kamati itakayoundwa, kamati ya ushauri wa kisheria ambayo itakuwa chini ya usimamizi wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na kamati hii itakuwa ya kudumu, kwa sababu itatokana na wanasheria wa mkoa wetu kutoka katika taasisi mbalimbali, kutoka mbali, ofisi ya mkuu wa mkoa na taasisi zingine, pamoja na shughuli zao zingine watakazokuwa wanaendelea kufanya lakini imeonekana ni vyema wawe na wajibu tunakaa kama kamati ambayo tutakuwa tunashughulikia masuala ya kisheria, wao wakiwa ni wabobezi na wataalamu wa sheria. Malengo ya kamati hizi, moja ni kusikiliza migogoro ya wananchi dhidi ya serikali, kwamba unaweza kukuta mwananchi anailalamikia serikali aridhi ya mzungumiwa ardhi, au mwananchi ametoa huduma dhidi ya taasisi ya serikali, lakini serikali hizi kamati zitakuwa na kazi hiyo ya kusikiliza wananchi, kabla mwananchi kabla ajaipeleka serikali mahakamani. Yani, unajua serikali, taasisi yote ya serikali kishtakiwa nashtakiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa zilianzishwa hizi kamati na mwanasheria mkuu wa serikali <coughs> chini ya maelekezo mwish, ya mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tutatue migogoro ya wananchi, migogoro hiyo moja inayo malalamiko zidi ya serikali. Lakini pia kamati hizi zitakuwa zina wajibu wa kushauri na washauri wananchi, lakini pia zinashauri mwananchi anaweza kuwa na migogoro. Migogoro hii inaweza kuwa ya bilasi ya ndoa ya arithi, migogoro yoyote, masuala yanayohusu masuala ya kisheria, wananchi wanaruhusiwa kufika kwenye hizi kamati. Hivyo basi, kwa sababu tunaendelea na zoezi hili ambalo tuna, tuna, tuna, tunafanya mikoa mingine tumefanya mkoa tunaendelea na mkoa huu wa Simiyu. Tukimaliza tunaelekea mikoa mwingine pia. Tutaanza hapa Simiyu tarehe tatu mpaka tarehe nane. Kwa hiyo wito wetu ni kwa wananchi kuzitumia hizi kamati, na sisi kutoka ofisi ya mwanasheria mkoa serikali, siku ya uzinduzi tutakuwa na mawakili, tutakuja na mawakili zaidi ya 40. Tutajumisha na wajumbe wa hizi kamati ambazo kamati ya, ya mkoa na kamati za wilaya.